Mamlaka ya kudhibiti matumizi ya pombe na dawa za kulevya NACADA imetoa wito kwa viongozi wa kidini na wazazi kote nchini kushirikiana kikamilifu katika juhudi za kukabiliana na matumizi ya vileo hasa miongoni mwa vijana. Kulingana na NACADA, viongozi wa dini na wazazi wana mchango pamoja na ushawishi mkubwa katika malezi, aidha kuelekeza tabia na kutoa mafunzo ya maadili kwa jamii. Kuna... viongozi wa kidini ni washika dao muhimu katika kupambana na matumizi ya pombe na dawa za kulevya hapa nchini. Ndio maanake mchana wa leo tumejiunga na dhehebu hili la kanisa la AIC kwa kikao hiki cha kina mama ili kuwahamasisha kuhusu athari zinazotokana na matumizi ya pombe na dawa za kulevya. Kama kanisa pia tutapanga mikutano katika vikundi mbalimbali vya mbali, wamama vya wazee ili pia tuwapee nafasi, tuje tupate nafasi pamoja ya wao kupeana mafunzo ili tusaidia watu wetu hasa vijijini. Tunajua kwamba watu wengi wamepotea, na inapofika Desemba kama hii, tuna sherehe nyingi na watu wengi wanapotosha. Tupate kuwasiliana hata na mashule zetu, tuwasiliane na makanisa, tuone jinsi vile tunaweza kusaidia vijana wetu. Kwa hakika, tunalia kama wamama, watoto wetu wamepotea wengi sana, wamepotea kwa sababu ya ulevi, na imekuwa ni changamoto sana shamra shamra